usana maingi yametokea kimataifa, umetaja umetaja umetaja aima akaunti yake ya Twitter imekuwa verified, vitu vingi vimetokea kwa kwa, kwa wakati mmoja. Um, sijui imekuweka in, bizi kiasi gani? Ni sana <mimitunikia> zunguka usiku na mchana sana kutafuta connection na vitu tofauti tofauti, nyingine kwa sababu wanasema wakati unavyopatikana utumie vizuri hapo hapo tasema hata kama kuna magoli 100 mie apiga hapo hapo. Kama kupumzika, utapumzika baadaye, kipindi kidogo kapumzika kalala, ni relax na nini. Okay. Na jana kwenye press conference uh, mafikizolo akakubitisha kwamba mtafanya kolabo ngoma yeah. uh, itafanyika lini?

Tukienda west labda so kurekodi, kile kitu hapo hapo ndio tutakwenda kurekodi, tutajue kila video ya wimbo na yanya wimbo ina wimbo, na tarajia video, tarajia kutoka nini? Imeanza kupigwa, imeanza kupigwa so mbaya, lakini bado official release. Okay, nini kitafuata baada uh, tofauti na project na yanya na mm, nafikiri baada ya usiku wa leo ndo nitapata mwangaza nini nifanye kwa sababu siku leo ni weza tupate tuzo tus tuzo, lazima utabadilisha taswira so lazima niangalie taswira na ukuja kwa siku leo na ikiukia nao vipi, ili niweza kumaintain na kuweza kufanya vizuri kazi yangu watu. Okay, kazi yangu ni kutoa okay. Imebaki tuzo kubwa ambayo inakuja mwezi huu kwa international hu mwishoni, mwishoni kwenye act ambao umetajwa pia. Okay, una matarajio gani matuzo? Kiukweli, kwa na imani kubwa sana. Ukiangalia kwa mtazamo wa kawaida, kutazama kwa macho tu kwa kawaida, kupitia katika sehemu zote zinazotangaza kama za kuvote na vitu vingine, imani kubwa, lakini siwezi kujua kichukua nyuma. Mwenyezi Mungu najua, anajua na mipango gani, so ikiwa ni wakati wetu, tumeandikiwa, tutashinda. kama sio next time so bad, yeah. Okay, mwisho, uh, tuliona picha Instagram ukiwa umekaa mm. kwenye mkutano na rais pamoja na na Kevin mm. manager of Trey Songz big show wengine, mazungumzo yale y ilikuwa ni namna ya kuangalia na kwenye vipi katika soko la America na kibunia nzima, kwa sababu kwa so, uh, ya, kamambia, mbunia, kamambia, uh, kwa America so kati ya mheshimiwa rais connect shuais dunia nzima, kwa sababu basi nitakutanisha mtu fulani, ambaye na mimi naweza kukusaidia, kwa sababu akamtafuta, akampigia simu, nikaonana naye, ndio tupate kuzungumzia namna. Thanks very much, pamoja, asante sana, thanks thanks.